Na familia za watu sita waliofariki kwenye ajali ya barabarani Jumamosi asubuhi katika eneo la Soysambu, Gilgil, kaunti ya Nakuru, zimeanza kutambua miili ya wapendwa wao katika makafani ya hospitali ya Gilgil. Nam sita hao walikuwa wakielekea Nairobi kutoka Kisumu, walikokuwa wamehudhuria mazishi. Na kama Marian Nyambura anavyoarifu, gari la waliofariki liligongana na basi la kampuni ya la Primia. Katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Gilgil, familia ya Peter Ogola mwenye umri wa miaka 26 imesalia na huzuni baada ya kumpoteza Peter, aliyekuwa baba ya watoto watatu. Peter ni miongoni mwa wanaume sita waliopoteza maisha katika ajali mbaya ya barabarani Jumamosi asubuhi, eneo la Soysambu, Gilgil. David Madara Ogunde mwenye umri wa miaka arobaini na mitatu, baba ya watoto watano na tegemeo la familia alifariki pia. Wawili hao walikuwa miongoni mwa watu sita waliokuwa wametoka mazishini Nyakach, Kisumu, wakielekea Nairobi. Walikuwa kwenye msafara wa magari mawili gari lililopata ajali likiwa la nyuma. Tuliongea wakati walimaliza wakiondoka wakikuja, tukaongea na yeye, wakasema ndio washaondoka, e, hata tukapangana kazi zingine za, za siku ya leo. So ikifika asubuhi ndio habari inanivunjikia kwamba wamepata accident. David alikuwa mtu mzuri kwa maisha yetu, ni mtu ambaye alikuwa anaunganisha familia yetu, kitu yoyote ya ikitendeka yeye ndiyo anasimama. Juzi ndio tulizika ndugu yetu mkubwa ajaka na tena sahii tunazika mwingine. Ajali hiyo ya saa nane usiku ilihusisha gari hilo na basi la kampuni ya Promise lililokuwa likielekea Nakuru. Polisi wanasema basi hilo lilikuwa likipita magari kabla ya kugongana ana kwa ana na gari hilo. Nataka kuwa himiza madereva na watumiaji njia mahali popote wawe waangalifu, wasio wana overtake bila mpango, bila kuangalia mbele iko namna gani. Kufikia sasa zaidi ya watu ishirini wamefariki katika ajali za barabarani kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi, eneo la Gilgil mwezi huu pekee, na ningeomba tu madereva wetu wafuatilie sheria za barabarani. Mwanake tunapoteza vijana wadogo katika barabarani ambao wanaacha familia. Meria Nyambura, Runinga ya Citizen.